Baada ya video kunaswa na kusambazwa mitandaoni, ya mbunge wa Wajia Umulkher Harun Mohamed pamoja na mwenzake wa Iyala Falhada Iman wakipokezana vibare ndani ya majengo ya bunge, hatimaye spika wa Bunge la Kitaifa Moses Masika Wetangula amefungua kinywa chake kuhusiana na kitendo hicho cha siku ya jana.

Wetangula hakusimamia hapo tu alimtaka Umlher kujieleza na kuomba bunge msamaha kwani ndiyo mbinu pekee itakayomwokoa kutoka katika mdomo na meno ya simba however honorable members given that the incident involved a sitting member and a former member I'm inclined to first accord the nominated member honorable Umlher the opportunity to explain herself and whatever explanation she gives also to apologize to the house

Hata hivyo Wetangula ameonya kwamba aliyenasa video hiyo hajaponea, kwani mkono wa serikali ambao ni mrefu kiasi cha haja unamwandama sako kwa bako, na punde tu itakapobainika haswa ni nani, basi chuma chake vile vile huenda kikabana hata zaidi. Having said that of the altercation between the two honorable members is claimed to have been done by a sitting member of this house. Should the claim be ascertained, it will also attract the sanctions under Parliamentary Powers and Privileges Act, Cap 6. Wetangula alimpa umulheri muda wa kujieleza bila kupita kando kando, ni kipi haswa kilichojiri. Honorable Speaker, yesterday afternoon on my way to the mosque,

Spika Wetangula aliwapo wabunge historia ya matukio sawia na hayo yaliyowahi kutokea kwenye Bunge la Kitaifa, akitaja kuwa matukio hayo si mageni sana kwa mwenyeji wa Bunge. This kind of behavior is not new to this parliament. In 1975 the late Honorable Jean Marie Seroney and Joseph Martin Shikuku were arrested in the presence of parliament and locked up

Seneta Miraj Abdulrahman akisema mtoto wa kike amekuwa akilengwa kwa muda sasa, ile hali wanaume wamekuwa wakishikana mashati, ila hakuna hatua zinazochukuliwa dhidi yao. Tumeona Machakos viongozi wamepigana, tuliona Kisii, tuliona Nyamira watu wamepigana katika county assemblies ndani, so haitakuwa vyema tuendelee kunyanyasa wanawake hata ambao wako katika uongozi, kusema kwamba ni tukio labda la kipekee. We don't have to isolate that scene, ni mambo ambayo yanaendelea na yote yanahusiana na uongozi jumla, ya kuwa hatukupendezwa sisi na hata wao wenyewe. Dada yetu Ume, ambaye ni mtoto mdogo, amejitokeza na kaomba msamaha wananchi. Kwa hivyo katika uongozi kuna mambo mingi na isiwe basi tu mnazungumzia mtoto wa kike kwa sababu hata hii kampeni ambayo tunaenda kuifanya kule mashinani, kama Kewosa, kama viongozi wa kike, sio kampeni ya mtoto wa kike peke yake, ni kampeni kwa jamii. Tuweze kuzungumza tujadiliane, tumekosea wapi kama jamii, na tuuzibe huu ufa kabla tujenge ukuta. Kauli sawia na hiyo ilitiliwa mkazo hata zaidi na mwenyekiti wa chama cha wanawake maseneta nchini maarufu Kewosa, Veronica Maina. What they did is

Kuanzia sasa kwenda mbele, yeyote ambaye atakuwa na husika kwa visa sawia na hivi ajue kwamba mkono na jicho la spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula litakuwa likimwandama hapa na pale. Nikiripotia Mo Radio kutoka katika majengo ya Bunge, jiji kuu la Nairobi. Jina langu ni Roni Regan, mo Radio 88.2 FM. We are in charge.